Hume, umeshinda salama salimini na ubuheri wa afya. Kama hali yako haiko sawa, basi muombe Mungu akusaidie ili uweze kurejea katika hali yako ya kawaida. Karibu katika kipindi cha matukio ya mwaka. Hapo utapata wasaa wa kuzisikiliza habari kubwa ambazo zimeweza kutokea ndani ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na mbili. Lakini si habari tu, bali pia utapata wasaa kusikiliza matukio ya kiburudani ambayo ameweza kupamba katika lakini hatuishi hapo tu, tutakupeleka pia katika viwanjani. Ushiriki wako ni muhimu sana katika matangazo haya, shiriki nasi kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya studio ya 0742124021. Lakini pia kumbuka matangazo haya yako mubashara kupitia ukurasa wetu wa YouTube, andika Sauti Digital mikiki kimikiki ya siku nzima, jumla ya hesabu ya habari na matukio kusanywa na kuhariliwa katika ueledi wa kihabari, kisha kupachikwa katika nafasi nzito ya kuitazama sura nzima ya dunia. Sasa kwa kiasi dakika 60 usikose kusikiliza sura ya dunia jioni, kila siku za wiki, kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili jioni, hapa 96.1, Radio Sauti FM, sauti wasio na sauti. Mnamo tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 2022 ndege ya shirika la Precious Air ilipata ajali katika ziwa Victoria, Bukoba mkoani Kagera. Ajali hiyo ilithibitishwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ndege hiyo yenye namba za usajili atr 425h pwf ime Imipa imepata ajali kando kidogo ya uwanja wa ndege wa Bukoba. Mwanahabari wetu Rashidi Mlawa ameandaa taarifa hiyo kwa kina. Majira ya saa mbili kamili asubuhi ya Novemba 6 mwaka 2022, anga la Bukoba mkoani Kagera linatawaliwa na ukungu mzito. Rubani wa shirika la ndege la Precision Air anakosa uwezo wa kutua na hatimaye ndege hiyo kuishusha ndani ya ziwa Victoria. Ni tukio litakalokumbukwa daima ndani ya mipaka ya Tanzania. Watu 19 wafariki dunia, huku wengine 26 kuokolewa wakiwa hai. Ilikuwa ni majira ya saa mbili asubuhi na nusu. Saa mbili asubuhi na nusu. Ndege ikawa imetoka upande huu, ila inasemekana ilikuwa imepoteza direction yake. Ndio ikaja kaja moja kwa moja ikaanguka majini. Hapa tulichukua mtumbwi kama unavyoona, ya kasia ya injini, kaja moja kwa moja mpaka eneo la tukio. Msaada wa haraka, tulichukua maamuzi ya kutoa ule mlango. Imekuja ikiwa inayumba, sawa, ikapima maeneo tuliopo, watu tumetulia pale. Baada ya hapo, akawa amekatisha kona kama anaelekea airport, lakini mwambao ulikuwa inakuja nayo, ilikuwa imeacha airport upande wa kushoto. Baada ya hapo hali hey, ya ilikuwa ni ya ukungukungu, akawa ameingia kama anaingia airport lakini baadaye akakata kuona ndo ikaenda ziwani. Kijana majaliwa Joseph akiwa miongoni mwa waokozi anaibuka kuwa shujaa kutokana na ujasiri wake. Hatimaye serikali ikamtaja kujiunga na jeshi la zimamoto na uokoaji. Mheshimiwa Raisi ametufikia kwa simu hapa, na kwamba lile tendo alilolifanya mkuu wa mkoa la kijana yule aliyeona ndege kwa mara ya kwanza ikitua na akaamua kwenda pale na kufungua ule mlango kwa ujasiri wake huo Mheshimiwa Rais ameagiza akabidhiwe kwa Waziri wa Mambo ya Ndani, naye pia akafikiwa nafasi kwenye jeshi la uokozi. Baada ya shughuli za mazishi kukamilika, ndipo tarehe 8 Novemba mwaka huu msemaji mkuu wa serikali, Garson Msigwa, katika taarifa yake alieleza kuundwa kwa timu tatu za uchunguzi wa ajali hiyo na zote kuwekwa chini ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa. Novemba 24 ripoti ya waziri profesa Mbarawa ikaweka wazi kuwa uzembe ulitokea wakati wa uokoaji wa abiria wa ndege hiyo. Suala la tatu linalokuwa linajitokeza ni kuhusu kuchelewa kufika kwa boti ya uokozi, naomba kufafanua kuwa tunayo boti ya uokozi katika ziwa Victoria ambayo inatumiwa katika, katika eneo kubwa la ziwa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake. Wakati ajali hii inatokea, boti ilikuwa katika doria kwenye maeneo ambayo ni mbali na ulipo uwanja wa ndege wa Kubukoba, ikiwa katika kutekeleza majukumu yake ya kawaida ya doria. Kutokana na umbali huo, boti hii ilipofika eneo la ajali, shughuli za kuokoa watu zilikuwa zimekamilika. Kutokana na ripoti kueleza juu ya uzembe wa uokoaji, baadhi ya wananchi jijini Mwanza, wanaeleza ufahamu wao juu ya mambo ya msingi anayopaswa kufanya kabla ama baada ya kutokea kwa ajali fulani. Kwanza kabisa tunatakiwa kutoa taarifa katika vyombo husika haraka, na pale basi wananchi tunaweza tukachukua nafasi hiyo kwa pamoja na ushirikiano tukaanza kufanya zoezi la uokoaji kwa ajili ya kuokoa maisha ya wale ambao kwa wakati huo maisha. Tuepushe kutuma taarifa au kuvumisha taarifa za uongo. Ni wazi wananchi wanapaswa kuwa na ya maswala bayana kwamba kwenda kuokoa wanaambiwa ndege italipuka. Lakini kuna shida nyingine ambayo ni kubwa: watu wanasambaza taarifa nyingi za uongo ambazo huenda zinaweza kuwa na hatari zaidi kuliko hata taarifa zile ambazo e, ni sahihi zinahusiana na ajali yenyewe. Kamanda wa jeshi la uokoaji na zimamoto mkoani Kagera, Sam Sazabron, katika mahojiano yake maalum na Radio Sauti FM, anaeleza hatua muhimu zinazopaswa kuchukuliwa mara baada ya kuona ajali ama kiashiria cha kutokea kwa ajali, kuna ajali ya moto, kunashauri wananchi wazie taarifa haraka kwa jeshi la moto mmoja nne, na kama ni kuwa wakae mbali na na moto, na kama unatoa taarifananhi ameona ajali kubwa ile ya ya yoyote ajali ya gari iko na yaaziaa

Tangu mwaka 1920 hadi mwaka 2013 zimewahi kutokea ajali 52 zilizosababisha vifo vya watu 196 na idadi kubwa ya ajali hizo hutokea maeneo ya milimani. Ajali ya ndege ya Precision Air mwaka 2022 ni miongoni mwa ajali mbaya kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Hii si tu nchini Tanzania bali hata barani Afrika ambapo katika kipindi cha miaka mitano iliyopita imeshuhudiwa ajali mbaya ya ndege ya kampuni ya Coastal Aviation Cessna 208B Grand Caravan iliyotokea katika eneo la bonde la Empakani Tanzania mwaka 2017 na kusababisha vifo vya watu 11. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika la habari la Uingereza BBC iliyonukuu taarifa ya shirikisho la usalama wa anga. Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha afya za waliookolewa katika ajali hiyo na azipumzishe roho za marehemu mahala pema peponi. Amin. Asante sana. Radio Sauti FM. Asante sana Rashidi Mraa kwa taarifa hiyo. Na sasa tutoke huku tuelekee huku ambako serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huu imefanya sensa ya watu na makazi mnamo Agosti 23, ambapo Agosti 31 ilitangaza rasmi matokeo ya mwanzo ya sensa hiyo katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Matokeo hayo yalibainisha kuwa ongezeko la watu kwa asilimia 3.2 ikilinganishwa na sensa ya watu na makazi iliyofanyika nchini mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Taarifa ya mwandishi wetu asiaswai inatuarifu zaidi. niseme nisiseme Ninawatangazia rasmi nchi yetu sasa ina watu wapatao sitini na moja milioni laki saba arobaini na moja mia moja na ishirini. Kati ya hao watu milioni hamsini na tisa laki nane hamsini na moja mia tatu hamsini na saba wapo Tanzania bara na watu milioni moja laki nane themanini na tisa mia saba sabini na tatu wapo Tanzania Zanzibar. Ni sauti ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassani, kwenye uzinduzi wa matokeo ya Mwani.